Familia, watu enda kwa tamani wafahamu kwamba hivi hali ya familia ya Mashavu ipoje? Mke wa mtu anahitaji mtu aolewe, mchumba wa mtu ana mpenzi tu ambaye hana mbeleo la nyuma, ana watoto saba. Wajuze kwenye hivi, mimi ni mama na mtoto mmoja wa kiume ana miaka mi, miwili, barikiwa mtoto mmoja wa kiume, sijaolewa ila nina mtu, sijaolewa ila nina mtu, ila akitokea mtu mwingine nakuwa naye. Yes, bwana mambo vipi? Na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, mahojiano na wasanii ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza ama ungetamani kuwatazama juu ya mazuri ambao wamekuwa kiafanya kila kukicha, na good thing kwamba leo tulikuwa kwenye kambi ya wasanii ambao wameshiriki tamthilia ya Kombolela, moja ya tamthilia ambazo binafsi naweza nikasema nimeitazama na ni shabiki na ni mpenzi. Napenda vile ambavyo eh, watu wengi, majina mengi yamekutana kwa pamoja na vile ambavyo wanaonyesha sanaa yao. Tumeshazungumza na watu wengi sana, lakini muda huu nazungumza na moja kati ya wanawake ambao wanapatikana kunako familia ya Mzee Kikala. Ni mjukuu, anaitwa Mashavu. Kuna baadhi ya watu wanasema kwamba mimi bila Mashavu siwezi kuitazama tamthilia ya Kombolela. Nyundo TV, tukasema tusiliache hili lipite. Wacha tumtafute, tuzungumze naye atuambie imekuwa ni rahisi kiasi gani yeye kuweza kuonesha sanaa yake mpaka kufikia hapa ambapo walipofika. Na walau kwa ufupi sanaa yake ilikuaje kutoka kule alipotoka mpaka hapa ambapo yupo. Mashavu, habari yako? Mambo kwema? Kwema, mambo poa. Mambo poa? Alhamdulillah, niko mchangamfu siku zote. Eh. Maana Abdulla kaona hajakosea kukuweka kwenye tamthilia ya Kombolela. <laughs> Kabisa kabisa, sawa. Kuna mengi ambayo ningetamani niyafahamu, kama daraja mwandishi ni, ni, ni, kazi yangu ni kuunganisha wewe na mashabiki zako, watu ambao wanapenda kile ambacho nikifanya. Kwanza, jina la Mashavu ndio jina ambalo unalo mtaani, unakuitaga hivyo e, au ni kazi tu ama ulizaliwa nalo? Tuambie. Ah, mimi jina la Mashavu ni la sanaa. Jina langu kabisa, walionipa wazazi wangu, naitwa Rose Patrick na Mpunju. Wengi wao wananitaga na Mpunju na Mpunju. ni meneja wapi huyo? Mimi Morogoro. Wa uko Mahenge huko Mpogoro. Najua Mtwara. <laughs> Mpogoro. Sawa, wala uko Mm, ufupi sana yetu ulianzaje kutoka kule tulipotoka mpaka sasa hivi? Ah, mimi kwenye sana yangu kwanza, nilianza kwenye masuala ya vikundi, nimetoka kwenye vikundi. Nikaanza ku, kufanya hizi video cover. Ukiona nyimbo ya msanii nimeipo, naichukua tunafanya video cover na wakina Dulivani kipindi hicho zamani. Kitale akanionia kule, baada ya kuposti post Instagram, naye akanifata Instagram, akataka tuonane tufanye kazi. Nimeenda kufanya nao kazi. Baada ya hapo, ndo nimekuja kwa Abduli. Mm. Tubaki kwa Kitale wakumbushe wale ambao labda hawajui kukutazama. Kuna baadhi ya watu wamekuna kwenye Kombolela tu. Mm. Waambie kwenye Kitale umeshiriki wapi na na na na wapi na wapi wapi na wapi. Kwa Kitale mm. nimeshiriki kazi zake mbili. Maneno ya kuambiwa na binadamu. Eh, baada ya hapo nikapumzika nikaingia kwenye Kombolela. Baada ya kwenye Kombolela nikafanya kazi ya Nuru. Nimecheza kama, nimecheza kama sikudhani nimetoka kwenye siku zani, nimetoka nikafanya kazi nyingine ya jivu ya Abdul pia inaonyesha mm. ambayo nimecheza kama Stumai, afu nimerudi tena huko kwenye Mashavu. Sawa. Kifupi kazi gani ambayo imekutambulisha kwenye jamii? Mwenyewe unasema kazi fulani nimefanya watu wote wanifahamu? Watu watu wa kazi ya maneno na kuambiwa ndio imenitambulisha kwenye jamii, watu wakanijua, wakaelewa kipaji changu baada ya hapo ikaja Kombolela ndo nimekuja kubutua, yani kwamba okay, kumbe pale hajakosea, maana kuna kazi zingine mtu anaweza kujua, labda umebebwa eh, asione uwezo wako kwamba e, yule kwa sababu anacheza na mtu fulani, ndio maana mnamuona anajua, mm. kwa hiyo kwenye Kombolela nimekuja kuonyesha kipaji kikubwa zaidi ya huko nilipo, nilipotoka. Kombolela, mm. mm, ni kazi ambayo imechukua generally, ipo kama ni filamu mm, ya Kiswahili, maisha ya Uswahili, vile ambavyo watu wanaishi ama tunaishi, mm, uenda watu kujiuliza, Mashavu ni mtu ambaye ameelelewa, amezaliwa maisha uswahilini, mpaka akiingia pale najiona amemechi <laughs> <laughs> mimi sijaelelewa kwenye mazingira ya Kiswahili sana, lakini nimezaliwa uswahilini, yaani nime nimezaliwa nime, nime hapo Mwananyamara hospitali, nimekulia Magomeni, nimekaa Magomeni kwenye utoto wangu, nimekaa Kigogo, nimekuja kumalizia utoto wangu Tabata ko katika hizo sehemu sio kwamba nimekaa swalinili sana kama kwenye maisha ya Kombolela ha, vitu vili tofauti. Hmm, lakini kutokana ni kazi basi nimekopi yale maisha kama nimeshawahi kukaa, ni ile script ile ndio imenielekeza jinsi gani ya kuishi kwenye Kombolela. Hmm, familia watu enda kwa tamani wafahamu kwamba hivi hali ya familia ya mashavu ipoje? mke wa mtu anahitaji mtu olewe, mchumba wa mtu ana mpenzi tu, ambaye hana mbeleo la nyuma, ana watoto saba. Wajuze kwenye hili mimi ni mama na mtoto mmoja wa kiume, ana miaka mi, miwili, balikua mtoto mmoja wa kiume. Sijaolewa ila nina mtu, sijaolewa ila nina mtu, ila akitokea mtu mwingine nakuwa naye. Wasanii wa wengi nikiulizaga ile swali, wapo hivyo yani kama vile hapo committed na wale ambao walikuwa nao. Unaweza ka date na mtu miaka kumi mm. miaka kumi ya uchumba tu, uchumba tu, uchumba jamani, alafu ikaja tu kisababu kidogo akenda kamuua mwanamke mwingine, akaja kuolewa na mwanamke mwingine. Kwa hiyo mimi siwezi kusema eti mimi ni hapa sasa hivi nina mtu, mimi sijui Mungu amenipangia nini. Naweza nikamuona mtu nilokopo naye ni sahihi kumbe si sahihi na naweza nikamwona mtu ambaye wa mbali ni sahihi, kumbe nilikopo naye ni wasahi. Kwa yule ambaye atakayenioa mimi ndo najua ni wasahi, kwa sababu Mungu tayari ndo ameshapanga yule. Naye una muda naye gani? eh. mda mda mda mda mda kama miaka tisa. Eh, sasa huyo mtu aoi shida nini? Mmekana miaka tisa, eh lakini mna plani ya kuoana. Inshallah. Inshallah tia sawa, sadi inshallah, ndani vyo <laughs> vyote takavyokuwa kama tutaoana haya, kama tujaoana haya, alhamdulilahi, ila tumezaa ndo wewe mtoto mmoja. Sawa, yale ambayo unayafanya kwenye Kombolela, kuna namna yote ambayo ulishawa kuyapitia, kuna namna yote ambayo ushawai kuyaishi, wedha ni wewe ama familia yako? Hapana, mimi sijawahi kupitia haya maisha ya Kombolela na wala sijawahi kuwa na mtongwa karibu ambaye anaishi kwenye haya maisha nimekuja kuyahishi kwenye Kombolela, nimeyaona, nimeyasoma na nimeyaishi. ini umekuwa kama Mswahili numemechinao wale watu wote. Aha, ni kwa sababu ya kipaji. Ndio maana kimeitwa kipaji. Mimi ukinipeleka kwa walokole na nakaa, ukinipeleka kwa Waislamu na nakaa, ukinipeleka kwa sokwa na dini pia nakaa. Yani hicho ni kipaji tayari, Mwenyezi Mungu kashanigea. hiyo kalma yako nenda nayo Nilikuwa mm. natazama juzi sinema moja pale, wakati nilikuwa mnakula mm. mama yako sio, alikwambia nini? mama mkubwa akwambia nini? Yani kawa ni mtu ambaye uligadhibika, yaani kama uliamua sasa unaonesha, maana mimi naweza kucharuka. Hii ilikuwa mm. inatoka moyoni au ilikwaje? mm. ile script ile, ile nimepewa nimesoma. Nani, Mashavu anatakiwa achukie kwa sababu amepika watu, nimewaandalia chakula, basi hata kama chakula kibichi, ongeeni kidogo yaishi, bado wanaendelea kunisema sema, ndio maana nikapata, nikapata hasila nikachukia mpaka nikapigana na mama yangu, lakini hiyo ni kwa ajili tu ya yes kazi. Sio kwamba tu nilichukia kweli kweli, amna, ni kazi tu ile mzee mm. nani ambaye ananikwaza kwenye familia? Mimi naona wote, kwa sababu kila mmoja ana mapungufu yake. Ukienda kwa madawa, madawa ni mtu ambaye hali halidhiki unaweza ukamnyanyua hapa ukamsaidia kitu fulani, ukafanya kosa kidogo likawakosa. Unaweza ukamfanyia mambo mema akaona kama vile unampotezea muda. Tuseme nyumba nzima, mimi wananikela babu tu. Ah, babu naye kanikela kenda msumi Mwanga. Kila kumuabiti msumwangacha e. linapaa usiku e. kanikela. Kama, kama ungepewa nafasi umbadilishe mtu mmoja kwenye ile familia, ungetamani nani umbadilishe? Ningetamani nimbadilishe mama yangu. ah, mm. mama yako? Nimbadilishe kwa siwepo, kumbadilishaje wewe? Kwa e, mtu mwingine unachukizwa naye haswa ah, mm. yupi? Hapana, mimi naona kila mtu ame, yupo kwenye kwenye sehemu yake yani, yupo kwenye sehemu yake e, kila mtu amecheza vizuri na na enjoy kucheza nao yani lelelele tu unaonekana kama unaingilia sana mahusiano ya Amadi na, na, na, na, na Mwamini na Mwamini. mm. Kwa nini upendi hivi vitu? Sipendi kwa sababu moja, Mwamini yule ni mtu ni, ni, yaani ni mvamizi wa nyumbani kwetu. Moja, pili, umbea. mimi ni mbea mimi ni mbea, kwa niki, nikiona kitu lazima nikifuatilie vile ninavyofuatilia ndo nawakela, lakini mimi kazi yangu mimi, nikiona kitu hivi kimepita mbele yangu siwezi kukiachia. Kama mbea unaniita haya ni kwamba njoo unjoo, usikilize kitu fulani, njoo hivi, njoo hivi, njoo na nikutana na wasumbua Ahmadi. Na Mwamini kingine mimi sipendi wao, si ndugu wazazi wao si wameoana, kwa nini wao kwenye mahusiano wewe unaona hiyo naswi? Sasa mjomba Amadi alale peke yake siku zote. Ah, Mama Amina hayupo atakuja bwana. Mama Amina hayupo lakini sio kwa Muamini. Muamini yule mamake mchawi. Sasa akija kukaa na mjomba wangu ah, tunarogwa. Sasa uwepo uwepo wa Muamini, anyway Muamini na Shida Masamba. Unahisi nani walau wafadhali? Ah, bora Shida Masamba. Aje kwa Amadi tena. Maana wanamgombania Amadi wale wawili. Sasa yule Shida Masamba ana shida yake naye kama jina lake. Shida naye ana shida sasa hapo, sasa hapo wawili. Ah, bora rudi tu ule ule shangazi yangu mpole, Mama Amina. Mmeanza kumisa akiwepo tena mlamkwapo. <laughs> Bora yule yule ukiamka nyumba imeng'aa. Lakini sio hapo, nataka tushindane kuchota maji humu ndani aka. Bora yule Mama Amina tu. Kwa mwisho siku sasa, familia nini kitatokea? Maana naona kama kila siku matatizo yanazidi kuongezeka. Ah, mwisho familia wenyewe endeleeni kuangalia. Mkiendelea kuangalia mtajua mwisho wake. Maana mambo ndo kwanza yanaanza. Atakata tujafika kwa kwayo, endeleeni endeleni kufuatilia Kombolela, mtakuja kujifunza mambo mengi sana, vitu vingi sana humo viko kwenye Kombolela. Natamani nifahamu binafsi, wewe kama wewe, Kombolela imekuongezea nini ama imekupunguzia nini? Kuna Kombolela imeniongezea vitu vingi, mmoja ujasiri Pili imenongezea mafanikio kidogo. Kuna baadhi ya vitu nilikuwa sina, ila kupitia kombolela ninavyo. Imenongezea mashabiki, imenongezea ndugu, kwa sababu kwenye kombolela nina ndugu zangu humo, nina marafiki e, kwao vitu vingi sana vimeongeza mm. Walau moment moja, kama unakumbuka, siku fulani ulikutana na dhoruba fulani ama utamu fulani, watu kukushangilia, kufanyaje, yote sababu ya kombolela, ukasema da. Keli star mzuri <laughs> vitu vingi vinatokea, yaani kama vile una, una mtu anakuja, labda, kwa sababu nakupenda wewe na kazi yenu nzuri, jamani, hebu shika kitu fulani hivi kama zawadi. Vitu hivyo napokea sana kama nini <laughs> vingi, vingi. moja <laughs> Utunguli you ndo know, mada kulisema <laughs> <laughs> kwa kweli, namna sio tunguli vingi tu maarufu na una, una faida zake e, ku, unapata pesa. Mtu anaweza akambe nitangazie kitu fulani, biashara yangu nitangazie kupitia Kombolela e, mtu akikaa pale mbele nimeshika kitu jamani, nunueni hivi, mtu ana nani, ana, anafuata kwa sababu nimeona Mashavu ameenda kwenye ile duka, basi na mimi niende, kwa hivyo napata wale wale ambao wanakujaga DM labda ku message wana message huwa anakusemaje wewe au anakufagiliaje? Kwenye DM huwa wanapendaga wana kazi zangu, wanafurahi kuona mimi na navaa uhalisia wa mashavu, kwa sababu mimi sio mashavu, mimi ni Rozi, lakini nikishapewa action pale nabadilika kabisa, yani nakuwa mashavu le mswahili mkorofi ambayo the best kwenye likuaeny ziko mbili ambazo napenda sana nazipenda. Ile ya kwanza, ile ambayo nimempokea mamdogo tukae kutoka jela, ile naipenda sana sana sana, sana, sana. Ya pili hiyo ambayo nimepigana na mama kwa sababu mamdogo tukae aliondoka kweli, alikuwa Kongo, kwa vile alivorudi, ile ndio ilikuwa sini ya kwanza mimi kucheza naye yaani siku ambayo yeye amerudi amekuja kushuti hapa ndo siku ya kwanza anamuona baada ya miaka miwili. Yaani kweli kweli, yaani siku siku sikumuona kwenye vikao vikao vyetu navyosoma script sikumuona. Ile sini naokuja ni fulani unacheza na Tukae, ndio namuona anakuja na pikipiki hapo, tume tumefanya tume rehearsal baada ya hapo ndo tumeingia tuna shoot ndo namuona. Kwa ile si ni ile hisia ile ambayo ya kulia ilikuwa ya ukweli kweli. Alikuwa mbali, alikuwa Kongo. Nilikuwa sina uwezo kumuona. tulikuwa tunaongea tu kwenye simu na sometimes unaweza ukampata au usimpate, na na sisi huku tunaishi kama familia Yaani familia, akirudi nyumbani tunawasiliana, tunaongea, naenda kwake anakuja kwangu, ndio maisha ambayo sisi tumezoeshana. Kwa hiyo ile kumiss vile, nimejikuta nalia kweli kwenye simu. Muonekano wake ulikuwaje? Muonekano wake alipungua, kwa sababu naye alikuwa kwenye diet baada ya kusoma script ali kwamba ameonekana ametoka jela, hayuko sawa. Amenyoa kipala, alikuja na nywele mm. Akanyolewa mm. Baada ya kunyolewa, unajua namonekana mtu akitoa, akip, akipunguza kitu fulani kwenye mwili wake, unajua kabisa, kwa alivyonyolewa ndo kabisa ameonekana amepungua. Kwa Kongo naona ni jela, alikuwa jela kweli Kongo, maana hawani familia sisi tulomzoea hayupo. Nimekumisi Datukaye. Hayo jamani nimekumisi pia. Natamani rudi nyumbani, nyumbani ni nyumbani. Yaani nyumbani ni nyumbani sana sana, nyumbani ambapo kunakupa amani, ni nyumbani. Kwe, kwa hiyo alivyokuwa mbali napo ilikopo, haiko sawa kwetu ambao tumemzoea. Mhm. Mm kama shabiki unapenda ambavyo anaigiza mashavu kama shabiki sasa. Ah, kama shabiki napenda anavyoigiza mashavu. Anajitahidi kwa kweli. Mhm. Mm Yeye ya, anayofanya na unahisi natibu nini kwa jamii? Yanatibu vitu vingi sana. Kuna wasichana ambao wanazaa kwa sababu mimi mule nimecheza nazaa, nime, nina mtoto alafu simjali, nina mtoto ambaye si mjali. Kwa hiyo kwa, kwa watu wa nje huko nimewafundisha kwamba sio vizuri, ai sitakuwa na mwisho mwema kwa sababu mtoto wangu mimi nimemtelekeza, yupo kwa baba yake, sina adabu ko. Kuna watoto kama Mashavu wapo kwenye familia wapo kwenye familia yani, wa watu wapo. Kwa hiyo najua kabisa nitakapopata funzo mimi na wao wata, watapata kupitia mimi kwamba umona huyu ana tabia kama zako, lakini leo na sasa hivi anavyopitia kwao hivyo, atajifunza mengi tu, ile siku ambaye bibi anagewa sifa sifa mbaya, afu kama anagiwa sifa nzuri, walauo ili tuweke hivyo walau na we unajeka sawa, na wewe upate soko. umekaa ndani tu kama nini, unaikumbuka hizo season 1 ile? Eh naikumbuka <laughs> unajisikiaje? najisikia vibaya kwa sababu bibi anasifiwa sana na mama yake, ukija kwangu mimi mama ananisema mm. E, najisikia vibaya hata hivi season 2 kidogo mama mkubwa. Okay, ukimgusa mwanangu anasoma, wewe umezalishwa, una lolote, inauma kwa sababu upo kweli nyumbani, umezalishwa nyumbani, una mbele wala nyuma, lakini unasikia mwenzio ambao mmekuwa pamoja, yuko shule anasoma, unajua kabisa huyu atatoboa. Kwa hivyo najisikia vibaya kwa bibie kusoma, mimi sijasomeshwa Nipo tu nimefeli darasa la saba. Baba, baba, si mjui baba nime simjui, nimesomeshwa darasa la saba enye nimefeli chapa <laughs> <laughs> na ni nakusoma kwenye sijui najua kukuunganisha unganisha maneno yani <laughs> bele, <si> jini, <laughs> eh, jamani jamani mwadawa atakuwa na ugonjwa mkubwa kwenye <we. laughs> Kombolela eh, eh, anaumwa Oh, msikia anasema sema, sema madao, jamani nipeni midonge yangu. Limempiga hey, limempiga. Kaongea kweli hey, kaongea kweli. <laughs> Sawa bwana, naomba zungumza kitu basi na mashabiki wako, watu ambao wanapenda kazi za Mashavu, watu ambao wanapenda tamthilia ya Kombolela kwa ujumla. A, mimi nawapenda sana, endeleni kutusupport. Mwenyezi Mungu akiendelea kutubariki, mtaona mambo makubwa zaidi. Mwenyezi Mungu akutugea wa zawadi ya uhai, mtaendelea kuenjoy, mna mengi sana kujifunza kwenye jumba letu hili la Kombolela, kwenye jumba la Mzee Kikala hili, mtajifunza mengi sana, tunawapenda hivyo. Asante. Asante na wewe